jilia ya Pasaka moja kati ya ibada moja nzuri sana na ya kipekee, inaweza kuwa na sehemu tatu au sehemu nne, ya kwamba tuna mwanzoni, tunapoanza ibada hiyo mara nyingi nje ya makanisa yetu, tunakuwa na liturujia ya mwanga, ambapo wakristu wote huwa wanaenda pale na moto unabarikiwa na mshumaa wa pasaka huwa unaweza kuwashwa. E, tukiofundishwa ya kwamba Kristu e, ndiye mwanga na tunashinda katika yeye giza lile la dhambi. Sehemu ya pili huwa ni liturujia ya neno, ambayo kimsingi katika liturujia ya neno tunapata kusikia historia ya wokovu, ambapo inasimuliwa kuanzia uumbaji katika kitabu kile cha Mwanzo, namna ambavyo wana wa Israeli walikombolewa jangwani, manabii walivyokuja, na mwisho utimilifu wake katika Kristu Yesu pale ambapo anafufuka sehemu ya tatu inategemea huwa ni liturujia ya ubatizo ambapo watu wanaingizwa tena, e, katika imani. Maji huwa yanabarikiwa kutumia mshumaa wa Pasaka na basi e, waumini hubarikiwa na huanza maisha mapya katika Kristo. Kwa kama kunakuwa na wakati kumeni huwa ni wakati wa kupokea sakramenti hizo, hapa inategemea kama wapo wabatizwa, basi jambo hili linaweza likafanyika, lakini kama hakuna basi ibada huwa inaendelea baada ya liturujia neno, inaenda moja kwa moja kwa liturujia ya ekaristi e, takatifu ya kwamba huyu Kristu, e, mfufuka aliye hai anajitoa e, e, kama chakula cha kimwili na kiroho kwa hawa ambao sasa wanahitajika kushika mwenendo wa maisha mapya katika Kristu Yesu.